Alhamdulillah, uh, mimi leo nataka kukutimisha hapa kaili yangu masamama. Kila siku tunasema, na sisi washekhe tunarudia maneno ili ile, watu wamezoea. Hatuleti mambo mpya, maanake watu wa muziki wa wanaimba hao, kila anapanda ile sehemu ya kuimba lazima alete mpya mm. Hivi -hmm. sisi kama hawa watu, sisi tunarudia ile ile kila siku kutosoma, tangu sisi wadogo tunasoma al-Fatiha katika sala tunasoma al-Fatiha katika kila rak'a mpaka tufi mm -hmm. na dini Allah yuko kila siku, hakuna kitu mpya. Mimi na saha wangu hapa narudia Tanzania, tarehe 29 Oktoba mwezi huu inshallah, yuko kama Mungu atufikie salama inshallah, itakuwa uchaguzi mimi na nasihi wa Tanzania wote na nafsi yangu, tulinde amani ya nchi. Nchi yetu ni mustakabali yetu, na mustakabali future na watoto yetu, na future watoto wetu na future ya watoto wetu. Tulinde amani ya nchi, tuache propaganda ambayo tunasikia huku na huku. Yuko watu adui yetu wanachukia sana amani na neema tunaishi sisi, tunalewana Tanzania pamoja, utafauti wa dini yetu, rangi yetu, kabila yetu, kalcha yetu, lakini tukuwa tuna moja, tunaheshimiana tunapendana. Wengi watu hao hawapendi tu, watagazizi uruge nchi simbe hao chance na fursa hao watu tugombe. Allah subhanahu wa ta'ala, tulinde amani ya nchi. Na nasaha wangu tena ya mwisho, kila wanapata klip inaleta taharuki katika wananchi, au propaganda inamchafua nchi au kiongozi wa nchi, au maneno fulani watu inaingiza katika kwao ni, ni, ni, ni, ni taharuki au vurugu, muislamu na mtanzania yote inatakiwa asirushe, ili aache. Hapa hapa tu social media sivi, imejaa kitu cha uongo Mgeni andika fulani ame kufa na fulani kwa hai. Kwanza usitamani mtu afe, kifo kayo katika mkono wako, ndugu yangu, sisi yote tunakufa. Nakumbuka Imam Shafi rahimahullah kabata habari mtu kamwambia, adui yako wanatamani we ufe. Kasema nini? Kasema, tamanna unas an amut fa in amut fadaka sabilu lastu fihi bi awhadi. Kasema watu wametamani mimi nife lakini mimi nashangaa hii njia ya kifo sio mimi mwanzo naanza na sio mimi mwisho kufunga. Sasa vikafa watu hafi tena, ah, mimi na wewe na wote wanasikiliza, mimi leo hapa na wewe ufuate kila kitu na roho, lazima dunia itaondoka. Lini, kinamna gani, Mungu pekee yake anajua. Uwezo, kuna wewe kwa daktari profesa au uh, Specialist na bwana, mimi nifanyie check ndaka nijue ya nini nakufalini. Hawezi kwa bwana wala hawezi kujua, wangaa dokta watu mwambia, hii baba yenu mama yenu chukua nyumbani, wiki mbili tatu mwezi mmoja tu, tayari mbele kitu anapenda ale manake bye bye, umeishi. Mimi najua kifo kwa Allah. Usitamani mtu afe, kifo sio katika mamlaka yako.

kakitngie simu yako unamrushia watu wengine, huja hakiki hujafanya, e, yani hujaridhisha, hujajua kwamba hii kweli sio kweli, alafu maneno inaleta taharuki katika wananchi na watu, au namchafua watu fulani, na haifai mtu kufanya hivi. Nasaha wangu watu katika social media, WhatsApp group Asirushurushe kitu chochote ambaye yeye yeah, amesikia tu, wala hajui ukweli wake nini. Kama atarusha yeye atakuwa uongo, na wewe unasambaza ni uongo. Kwa hadithi ya Mtume salama anasema, kafa bil mar'i kadhiba, inatosha mtu awe muongo. Kila anasikia kitu yeye, yeah, anahadisia watu au anafikishia watu, hii ni uongo. Nasaha wangu tuombe Allah subhanahu wa ta'ala ajaalie nchi yetu amani.